Ndani yako unauona ukuu fulani lakini ukiangalia ya mazingira yana goma, ule ukuu ambao unauona ndani, nisikilize kwa makini sana. Huyo mtu ambaye umenifuatilia umenifuatilia kupitia video hii, nini nilioko mbele yako hapa, ninaitwa mtumishi Apostle Justin Semba, na leo nataka usiondoke katika hii video, iangalie mpaka mwisho. Huenda kuna kitu kwa ajili yako, na ndio maana Mungu Roho Mtakatifu ameruhusu ubonyeze ili uweze kuangalia ni nini ambacho nitakisema. Wako watu wengi sana wanahangaika, hawawezi kupiga hatua katika maisha yao, ni kwa sababu madhabahu za ukoo zimewakamata, zimewashikilia kwamba hawawezi kwenda. Maana yawezekana babu yako aliabudu miungu mingine, alikuwa anatumia uganga ili kuweza kupata vitu. Usifikiri ya kwamba zile madhabahu za babu yako zitaweza kukuacha wewe umtumikie Mungu au uweze tu kufanikiwa bila kutumia hayo mambo. Nataka nikwambie kwamba madhabahu za ukoo huwa zina cheni na mlolongo kamili. Hakuna tabia ya babu yako ambayo haitakuathiri maisha yako. Ziko madhabahu za ukoo zimezuia hatima za watu. Watu wanajiona dhaifu wakati wao ni mashujaa. Sikiliza, wewe ambayo unanisikiliza mahali hapa. Yawezekana kabisa unavyojiona na vile ambavyo ulitakiwa kuwa ni vitu viwili tofauti. Yani ukiangalia, sikiliza, Yesu alisema ya kwamba Roho ndiye atiaye uzima, mwili haufai kitu, maneno ninayozungumza ni roho, tena ni uzima. Mi sijui wewe unajitamkia nini, sijajua unajitamkia nini sijajua unajitamkia nini, lakini leo nashuhudia kitu kimoja, nikwambia kwamba ushindi wako uko katika maneno ambayo ulikuwa ukitamka zamani. Angalia ya maisha yako, jinsi unavyoishi, ni kile ulichokikili wakati unakuwa, wakati umeanza kujitambua, vile ulivyokuwa unakili ndivyo ambavyo leo unaishi. Kuna watu ambao umetamka maneno ya kwamba siwezi, siwezi kuna watu wengine unasikia sauti na kuambia huwezi kupona ugonjwa huo. Sikiliza, hiyo sio sauti ya Mungu, hiyo sauti sio ya Mungu. Maandiko yanasema, tazama mawazo ninayowawazia ni mawazo mema, wala sio mabaya, ili kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Yawezekana kuna mahali umefika, magonjwa yamekukatisha tamaa, umaskini umekukatisha tamaa, hata uoni mpenu Umeenda kwa watumishi wengi wa Mungu, ni kweli, wamekuwekea mikono, wametabiri mambo mengi sana katika maisha yako, lakini bado hajatokea. ya ndani yako unasikia sauti ya namna gani? Ndani yako unasikia sauti ya namna gani? Ndani yako unasikia sauti ya namna gani? Hiyo sauti unayosikia ndani yako ndiyo sauti ya ambayo inatakiwa ilete matunda katika maisha yako. Sasa kuna watu ambao yametokea matunda wasioyataka katika maisha yao na wamejikuta wakiangaika sana katika biashara, katika ndoa, katika masuala ya uchumi kwa jumla, na katika familia, unazaa watoto hawaeleweki. Kuna mama mmoja nilikuwa nazungumza naye, akaniambia, mtumishi, watoto wangu wanasumbua sana. Nikamwambia, kwani hao watoto nani amewazaa? Akaniambia ni wazani mwenyewe. Nikawambia kama umezaa wewe mwenyewe fanya tu kitu kimoja, shika tumbo lako, alafu sema juu ya hicho kitovu mm. Watoto wako si walikula chakula ambacho unakula wewe kupitia kitovu. Shika kitovu, waambie nyinyi watoto, na watisha katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kwa kila neno na kwa kila tendo unalofanya mfanye kwa jina la Yesu Kristo, anahalitilia. Shika kitovu chako, watoto wako wanasumbua, shika kitovu chako waambie nyinyi watoto, nawatisha, ikiwa mlikura kupitia kitabu hichi na watisha katika jina la Yesu Kristo, wala zisiwepo madhabahu zozote za giza za kichawi za kipepo na majini zitakazowatumikisha au kuongoza katika maisha yetu. Ninawatisha mimi kama mama yenu mliyonyonya maziwa yangu kwa damu ya Yesu. Mama yule alikuja na no ushura akaniambia, mtumishi, nimefanya hakika yake, sasa naona kabisa mwelekeo kwa watoto wangu wameanza kubadilika, na hata watoto wangu wananikumbuka. Yawezekana huko mahali hapo watoto wako wamekusahau, hasa ukizaa watoto wa kiume, ndio kabisa huwa wanasahau wazazi wao. Ni kwa sababu ya majukumu ambayo wanakutana nayo, anawaza mke wake, anawaza watoto wake, kwa hiyo mama yake anamsahau kabisa. Sasa wewe kama mama, uko mahali hapo unanitazama na umekuwa ukipitia changamoto hiyo, maandiko anasema wawili watakapoungana na kukusudia jambo lolote, baba yangu wa mbinguni atawatendea. Njoo tuungane, niko mahali hapa kwa ajili ya kuungana na mtu mmoja ambaye amekata tamaa na kuvunjika moyo juu ya tatizo lolote, iwe ni magonjwa, tutaomba Mungu wetu. Sikizio, Mungu wetu ni Mungu ambaye anachipa, Mungu wetu ni Mungu ambaye anafanya kama unazani ya kwamba Mungu wetu sisi ni kiziwi, hakika yake unakosea. Mungu wetu anasikia. Kuna watu wengine mnalaumu Mungu ya kwamba mbona Mungu sasa hujibu, lakini maisha unayoishi ni maisha ambayo uliyataka wewe mwenyewe, ni maisha ambayo uliyataka wewe mwenyewe, ni maisha ambayo uliyataka wewe mwenyewe. Shetani alikuja kapandikiza wazo ndani yako, na hakika yake unajiona ya kwamba wewe uwezi katika hiyo biashara kuna mwingine anafungua biashara, anasema basi tu mimi nafungua, kama nitaanguka basi. Ukishasema tu kama nitaanguka basi, shetani hapo hapo anapata mlango wa kuingia. shetani hapo hapo anapata mlango wa kuingia. Jifunze kujitamkia mema, mwanao mwalea, mwana maneno ni roho, maneno si kitu cha kawaida. Jifunze kujitabikia, kujitabilia mema ili Mungu aanze kufuata yale mabema ambayo ijitamkia. Hakuna kitu kingine ambacho Mungu alikiweka ndani ya mwanadamu, akatupa sisi zawadi kama hichi kinywa, kiwe kinatoa maneno, kiwe kinatema maneno ramasha kataya nabalia rebo gogo sekete lede bariata ninakuombea neema mahali popote pale ulipo ninakombea kibali popote pale ulipo. Nitapute kupitia namba zangu hapo chini. Ikiwa unaona umekata tamaa, ikiwa unaona ya kwamba hauwezi kuendelea, ikiwa unaona umefika mwisho, ikiwa unajiona ya kwamba hauna tumaini, nipigie simu, pigie simu. Kuna watu wengine amtakiwe kuishi maisha yayo nayoishi kuna watu wengine wanaishi maisha ambayo siyoye. Kuna watu wengine wanafanya kazi biashara zao, shaka taakaalia Mungu wamiguni. Akubariki sana, nikutakie wakati mwema.